Kutoka magharibi kumpigia debe mgombea wa ubunge eneo la Malava kupitia chama cha UDA David Ndakwa. Wakizungumza kwenye mkutano uliofanyika Malava, mbunge wa Ikolomani Bernard Shinyali na mwenzake wa Shinyalo Titus Hamala wamedokeza kuwa vyama hivyo vita vyama hivyo viwili vitashirikiana ili kupata kiti hicho cha eneo la Malava <tipa> na Rais William Ruto, lazima naye pia tumwonyeshe shukrani zetu kama watu wa Malava, ya kwamba tunamdhamini na tunamheshimu na tunashukuru ile kazi na mipango yote ambayo anafanyia Malava, kwa kuhakikisha tunapiga nani kura. Sasa hii, tuna lengo lengo letu ni kushinda kura tarehe 27 mwezi huu. Kunafika wakati tunakuwa na demokrasia tofauti. Wakati huu tuko na kazi ya kufanya, kama broad based aende bunge, hey! alete maji hey! alete stima hey! alete tti hapa hey! alete soko ya kina mama hey!